Bocco bado yupo na Simba hata kama yupo nje ya uwanja. Ni maneno ya mdau wa soka kutokea hapa Tanzania, Frank Vegula ambaye ameweza kueleza mambo mengi yanayomhusu John Rafael Boko kudai kwa kudai kwamba aliyekuwa mchezaji wa Simba Sport Club na captain legend wa soka nchini Tanzania John Lafadi Bocco ameandika ujumbe wa motisha kwa timu yake ya zamani, ambapo ujumbe huo ulikuwa unasomeka kama hivi: Stay strong like a lion and all your fears will disappear. Never complain and never explain huku akiwa anamaanisha kwamba kwenye huo ujumbe eh, amemaanisha kwamba kaa imara kama simba na hofu zako zote zitatoweka. Usilalamike wala usijieleze. Ujumbe huu wa motisha kwa lejendari John Bocco umeonyesha wazi kuwa hata yeye anapitia maumivu kwa kipindi, kina, eh, kipindi kinachopitia klabu yake ya zamani ya Simba Sport Club. Kwenye ujumbe huo Bocco alishia picha akiwa na legend mwenzake ambaye na yeye alicheza klabu ya Simba Sport Club, Emmanuel Okwi, ambaye walishangilia goli hapo ambapo Okwi okay, alijibu ujumbe huo kwa kuandika captain, na kuweka emoji za fire kuonyesha amekubali andiko hilo la John Rafaeli. Huku, huku wengi wakidai kwamba huenda wawili hao wanapitia wana, wana maumivu makali zaidi kutokana na, na kile ambacho wanapitia Simba Sport Club, kutokana na utofauti uliopo kwa baina ya viongozi wanachama, pamoja na mashabiki, ambapo wengi wamekuwa wakionyoshea vidole viongozi wa timu hiyo wakidai kwamba wapo ambao wanaihujumu timu hiyo na wapo ambao wengine wanatamani timu hiyo irudi nyuma na wengi wakidai kwamba timu hiyo ikifungwa basi kuna baadhi ya wa viongozi wanachekea cho huku ikielezwa kwamba huenda e, eh, John Raphael Bocco kwa andiko lake hilo yanaonesha na yeye anapitia maumivu, lakini hata Emmanuel Okwi naye anapitia maumivu haya, yuko kuwa ameweza kukubali andiko la John Raphael Bocco ambaye amekaa kama kwa muda mrefu kuna kwa klabu ya Simba Sports Club kabla ya kutoka na kwenda JKT na sasa anapata mafunzo ya ukocha, huku Emmanuel Okwi yeye bado anaendelea na soka huko kwao nchini Uganda, lakini kwa sasa wote wawili wapo nje ya klabu ya Simba japokuwa maumivu ambayo Simba nayapitia, basi na wao yanawapata vile vile, kwa kuwa ni mmoja ya watu ambao wanaonyesha kabisa kwamba walikuwa kwenye moyo wa Simba Sport Club.